Kwa. Hongera kwanza kwa e, timu yako kuibuka na ushindi e, kupata alama tatu muhimu katika mchezo mkubwa zaidi ya Yanga Princess. Unajisikiaje binafsi na kwa niaba ya timu? Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata hizi point tatu, ni mechi ambayo ilikuwa mechi muhimu. Kwa hiyo, of course lazima nijisikie vizuri kwa kupata hizo point tatu, zilikuwa ni pointi tatu muhimu sana kwetu na tumeweza kuzipata. Kwa hiyo nina furaha Yeah. Mechi hii ilikuwa ni mechi ngumu sana, ilikuwa ni mechi ya maamuzi, watu wengi walikuwa wanaitizama sana e, kwa niaba ya wapinzani wenu ambao mnakuwa mnashindana nao point, kwa maana ya Simba, lakini na e, watu wengine, lakini tumeona mmeweza kupata alama tatu na kurejea kileleni. E, nyinyi binafsi mchezo huu mlikuwa mnauchukuliaje? Mwalimu aliwaambiaje kuja kwenye huu mchezo kiufundi yani? Mpaka tunakuja kwenye mechi, kila mchezaji alikuwa anajua kwamba mchezo ni wa muhimu hatutaki draw, hatutaki tufungwe, yani tuchukue, nahitaji ni pointi tatu. Kwa hiyo kila mchezaji alivyoingia ali uwanjani alijua tunatafuta pointi tatu, sio draw wala kufungwa. huko katika, yeah. katika uh, pale kileleni kwenye orodha ya wafungaji bora wa ligi kuu msimu huu na unakimbizwa na Gentrix Shikangwa, zimesalia mechi mbili, tutarajia nini kutoka kwako binafsi? Ah, ja kutarajia zimebaki mechi mbili, baada ya mechi mbili kitachojili mtakiona ya yeah. Pengine ni msimu wa namna gani kwako? Mara kadhaa umekuwa ukishindana, lakini safari hiyo matumaini ya kushinda yako mpaka hivi sasa? <laughs> msimu mzuri, mara zote nakuwa na, na msimu mzuri, lakini mara nyingi nakuwa niko wapili, yani mara nyingi nakuwa wapili, wa kwanza. Safari hii mpaka tulipofikia, nimekuwa mimi wa kwanza, kwa hiyo sijui Mwenyezi Mungu atabariki wapi, akibariki inshallah kama kwangu sawa, kama kwake sawa. na, na, na nini siri ya ubora wako, kuwa una maintain nafasi yako? Kwa sababu kama usipokuwa wa kwanza wa pili kwenye misimu takriban minne, maanake ni jambo kubwa sana. Mimi nafikiri ni kujitunza, nidhamu, hivyo tu, mazoezi mm. yes. mimi nataka eh, uniambie mmekaa eh, kileleni na mmemshusha Simba na katika msimu, tuseme, timu ambayo imeweza kuwasumbua ni Simba kwa maana kuwafunga. Timu iliyobaki nadhani ni Gates, pamoja na Fonten. Ni kusema kwamba ubingwa sasa ndo tayari upo mikononi mwenu? Hapana, football haipo hivyo, yaani hatujiamini. Kikubwa tutapambana katika hizo mechi mbili zilizobaki tuweze kupata pointi hizo sita, ili tuweze kuwa mabingwa. hatuwezi kusema sisi ni mabingwa kama mashujaa sisi tulimfunga akaja kadro na Simba. Unajua football inabadilika, kwa hiyo hatuwadharau timu ambazo zimebaki. Tunachojua sisi tutapambana kuhakikisha tunapata hizo pointi sita ili tuweze kuwa mabingwa. waja kuwaona ligi ya yeah. mabingwa yeah. mwakani au kuanzia sekafa so, na ligi ya mabingwa tuseme inshallah.